Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ameagiza kuongeza vifaa vya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye vituo vya uandikishaji vyenye watu wengi. Jaji Mwambegele ametoa maagizo hayo leo Machi 18/2025 kufuatia ziara yake ya kukagua mwenendo wa zoezi la uboreshaji wa daftari na kubaini uwepo wa ongezeko la watu wengi kwa baadhi ya vituo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Um, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na ratiba yake ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Leo ni siku ya pili hapa mkoani Dar es Salaam. Tumeanza jana tarehe 17 na tutamaliza tarehe 23 mwezi huu wa 3 2025. Nimetembelea vituo vingi ambapo zoezi hili linaendelea, vinaendelea. Uh, watu wengi sana wamejitokeza kuja kujiandikisha upya na kuboresha taarifa zao, ila nimekuta kuna changamoto kadhaa katika baadhi ya vituo ambapo waliojitokeza wamekuwa wengi mno kiasi kwamba uh, vifaa inaonekana ni vichache. Nimeagiza, nimeagiza kwamba Uh, vifaa viongezwe na vituo viongezwe ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Kwa mfano, hapa Lukooni, eneo la Chanika, katika ili uh, hii wilaya ya Ilala, jimbo la Ilala uh, kulikuwa na kituo kimoja, lakini baada ya asubuhi kubaini kwamba watu wamekuwa ni wengi, watu wanachukua muda sana katika uh, kukamilisha zoezi hili, iliagiza kwamba uh, vifaa viongezwe kikaongeza kikaongezeka kituo cha pili, na saa hizi nimepita hapa Ukooni bado kuna uh, changamoto hii ya kwamba uh, BVR mbili hazitoshi. Kwa hiyo nimeagiza kwamba uh, vijana wangu waongeze vifaa ili kuweza kukabiliana na changamoto hii. Ninachofurahi ni kwamba uh, wananchi wengi wameitikia mwito huu, wamejitokeza. Leo ni siku ya pili, na watu wapo wa kutosha. Kwa hiyo nina imani zoezi hili litakamilika ndani ya siku saba tukiwa tumeshajiandikisha watu wa kutosha. Mwamko wa watu kujitokeza kujiandikisha unazidi kuongezeka katika halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam ambapo mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mheshimiwa Balozi Omal Ramadan Mapuri akiwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo ameshuhudia ongezeko hilo vituoni. Siku ya pili ya uandikishaji katika mkoa wa Dar es Salaam, e, naona maendeleo ni mazuri zaidi. Kasi ya uandikishaji imeongezeka ikilinganishwa na jana. Inaonyesha watendaji wetu wameanza kuzizoea mashine na tunatarajia kwamba mpaka mwishoni tutakuwa tumewakamilisha wote watakao kuja vituoni. Ninawahimiza tu waendelee kujitokeza mpaka sasa hivi wanajitokeza vizuri, lakini waendelee kujitokeza, wasitumie vizuri siku zao wa saba, wasisubiri siku mbili za mwisho e, tunataka mpaka ikifika siku mbili za mwisho wengi wao wameshajiandikisha kupunguza foleni ya kumalizia. Afisa mwandikishaji wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wakili Faraja Nakuwa akazungumzia zoezi hilo la uboreshaji katika halmashauri yake kutoa rai kwa wananchi na wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, majimbo yote matatu, watumie vizuri muda uliobaki. Tumebakiza leo ni siku ya pili, tumebakiza siku tano. Wajitokeze kwa wingi, watumie vizuri muda uliobaki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, kwa sababu maelekezo yaliyopo, zoezi linatakiwa liishe ndani ya siku saba tangu jana, tarehe ya kuanza kwa zoezi. Kwa hiyo muda ni huu, watumie muda huu vizuri waje, nafasi ipo na watendaji sisi tupo, tumejipanga kwa ajili ya kuhakikisha e, tunawaandikisha na kuboresha taarifa. Wananchi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam waliozungumza na UCHAGUZI TV wameonesha kufurahishwa kwao na kitendo cha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuendesha zoezi hilo la uboreshaji pamoja na hatua za haraka zilizochukuliwa kuongeza vifaa vya uboreshaji. Jina naitwa Abdalla Saidi Pazi ni mkazi wa mtaa Rukooni. Ayote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kuja kujiandikisha hapa na kupata kitambulisho changu. Lakini pia nishukuru wananchi wanajitokeza kwa wingi, wananchi wenzangu pamoja na wahudumu nao wanajitahidi wanafanya kazi yao vizuri. Kwa majina anaitwa Abdalla Muhamed Ramadhani ni mkazi wa Mzambarauni. Leo nimefika hapa shuleni kuja kujiandikisha na kitambulisho cha kupiga kura, kwa sababu ukiona kitambulisho cha kupiga kura ndo pale unapochagua kiongozi wako unayemtaka wewe. So leo watu wengi sana wanalalamika kuhusu viongozi, alafu ilhali wao wenyewe wanashindwa kuja kujiandikisha na vitambulisho kuchagua viongozi sahihi ambao watakowasaidia kwa baadaye. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, tunafika hapa kokote pale, unapo unapojisikia kwenda kujiandikisha na kitambulisho chako cha kupiga kura Fika mapema wai, hakuna foleni na tunashukuru kwa huduma za mwaka huu ziko vizuri. Atnes Baroni Shayo ni mkazi wa Ukonga na Kamza Mbarauni na washauri vijana wenzangu, wa mama zetu, baba zetu, wazee mjitokeze kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kula. Na mimi nimesha subutu nimefanya hivyo na nimeshapata kadi yangu ni hii. Na wakaribisheni sana na majina, anaitwa Nyangige Ekelege Kiriga ni mkazi wa Mzambalauni. Shule nimekuja kuchukua kitambulisho cha mpiga kura, na washauri vijana wenzangu wa mama wa baba waje wajiandikishe mpiga kura kwa manufaa ya taifa letu. Uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ulioanza Machi 17 unatarajiwa kukamilika Machi 23, 2025, kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam ambapo vituo vimewekwa kwenye mitaa na vinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa kumi na mbili kamili jioni, kauli mbiu ikisisitiza kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.